Sisi tuna neema kubwa hasa katika nchi yetu hii ya Tanzania, tuko na neema kubwa mno. Baadhi ya watu tu hawajielewa hii neema, wanataka kuiletea chokochoko ili iondoke, lakini Allah atahifadhi nchi hii. Kwa sababu gani? Sisi tuna uhuru bado, tupata nafasi ya kufundishana dini yetu. Kuna baadhi ya nchi huwezi kuweka spika nje hivi ukazungumza mambo yenu ya dini, fungeni ndani lakini nchi hii wallahi, alhamdu, madamu unazingatia misingi ya sheria, hakuna mtu anayekubuhudhi katika ibada zenu. Hii neema kubwa kwa sisi tuwajivunia katika nchi zetu hizi. Ndio maana wale watu ambao huleta chokochoko za kutaka hii neema iondoke, hatuwezi kuwanyamazia. Na kule kuizungumzia amani kwetu ni dini, si masala ya kutaka chochote, bali ni dini. Kwa sababu gani? Hizi nusus haya tunazozielezea ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, ule kuelekeza watu wa waishi katika kuichunga amani. Kwetu ni dini, kwa sababu gani? Yatupa manufaa. Jambo la amani linaleta manufaa kwa watu wote. Sisi sote ni wanufaika, hakuna ambaye hanufaiki na utulivu na amani.